Habari ni washukuruni sana kwa uwepo wenu siku ya leo, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya Pugu Marathon, mwenyekiti wa kajimbo tunawashukuruni, na viongozi wote ambao tumejumuika kwa pamoja siku ya leo. Siku hii ya leo ni muhimu sana kwa maandalizi ya Pugu Marathon awamu ya, ya tatu tukikumbuka kuwa tarehe 21 mwezi wa kwanza 2025 katika ukumbi wa Kardinali Pengo, St Joseph naamini wanahabari wengi mliopo hapa tulikuwa pamoja, askofu msaidizi Mashamu Msomba pamoja na maskofu, baba askofu mkuu na askofu msaidizi Mchamungu pamoja na madekano wote 15 walishiriki katika uzinduzi wa Pugu Marathon awamu ya tatu. Sasa ku, kuendeleza uzinduzi ule wa Pugu Marathon awamu ya tatu Leo tumekutana tena hapa kwa jambo moja kubwa, kwanza la kukumbushana. Sasa usajili wa Pugu Marathon awamu ya tatu ni rasmi umefunguliwa. Tukijaribu kurudi nyuma katika maandalizi yetu ya Pugu Marathon awamu ya pili ambayo yalifanyika tarehe 18 mwezi wa tano 2024 katika viwanja vya Pugu kulikuwa kuna baadhi ya changamoto ambazo zilijitokeza. Basi kupitia hadhara hii nijaribu kuwatoa wasiwasi katika yale mapungufu yaliyojitokeza katika awamu ya pili. Awamu hii ya tatu tumejitahidi kwa kadri iwezekanavyo kuyaondoa. Makubwa mawili ambayo tumejaribu kuyafanyia marekebisho makubwa ni mfumo wa usajili ambao siku ya leo tutaambizana kwa kina ni mifumo gani basi iliyokuja ili kuhakikisha hatutakuwa na changamoto ya usajili. Changamoto ya pili iliyojitokeza katika awamu ya pili ilikuwa ni zile running kits. Unajua katika jambo lolote ambalo linahitaji maboresho, lazima tukiri madhaifu yaliyopita, ili tuweze kufanya maboresho mazuri zaidi. Sasa kabla sijazungumzia usajili na mifumo yake minne ambayo tutakuja nayo, naomba basi nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi washiriki wote wa Pugu Marathon awamu ya tatu ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 2025 katika viwanja vya Hija Pugu kuanzia saa 12 asubuhi, lakini watakaofika kabla, kama mnavyojua kuna ile amshaamsha kabla ya marathon kwa hiyo kama marathon zinaanza saa kumi na mbili, basi si tufike kabla. Kwa hiyo nawasihi washiriki wote, moja, wasijaribu kabisa kukosa na mbili, japo mbio zinaanza saa kumi na mbili asubuhi, lakini washiriki tujitahidi kufika mapema zaidi, ili ile shamra shamra ile au wale vijana wanasema amsha amsha, tuweze kwenda nayo sambamba kwa ajili ya kuanza mbio zetu za saa kumi na mbili. Sasa nilikuwa nazungumza running kits, kwa maana kwamba zile t-shirt mwaka jana ilikuwa ni changamoto kidogo. Mwaka huu tuwaondoe wasiwasi washiriki wa wote kwamba tunazo sasa t-shirt za kutosha zenye ubora wa kutosha na saizi zitatosheleza, na nitaomba wale ile timu ya usajili ijaribu kutuonyesha baadhi ya t-shirt hizo na mwonekano wake wajaribu kuishika shika ili tuone ule ubora wake. Ni tisheti nzuri ambazo tunaamini zitakidhi viwango vya washiriki wa mbio. Labda kwa kuongezea kwa ubora bila kuwa na usumbufu wowote ya tatu kama mnavyomuona mwenyekiti wangu hapa kaivaa na na hakika imempendeza. Sasa namna ambayo nilikuwa naelezea kwamba muziki wa kutosha na, msik, na msikimbie mkishamaliza ile marathon, kaeni kwa sababu kuna mtu anasema tunakimbia ni basi la wapi? Kama nilivyosema, Pugu Marathon itakuwa na vionjo vingi zaidi. Tutakuwa na matendo ya huruma ya kuchangia damu kwa wale wahitaji. Kama tunavyofahamu mahospitali yetu yamekuwa na changamoto ya damu, zile blood bank wanasema zina zina uhaba mkubwa, hasa ukitilia maanani hali ya halisi ya madereva wetu mbali mbali na watumiaji wa vyombo vya moto, imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tutafanya matendo ya huruma, wale watoa huduma wa kuweza kuchukua damu watakuwepo mapema. Tunawasihi na kuwaomba mjitokeze kwa ajili ya matendo makuu hayo ya huruma, na kupima afya itakuwa ni bure. Kama tunavyojua leo tukiulizana hapa ndani, ndani ya mwezi huu au miezi sita iliyopita, nani aliyopima afya? Atakuambia kwa sababu nilikuwa mgonjwa, eh? utakuwa ni wewe tu <laughs> baba na, baba mwenyekiti anasema atakuwa ni yeye tu kwa sababu watanzania hatuna desturi ya kupima afya zetu ni muhimu hata ukienda kupima pressure. inawezekana iko katika awamu za mwanzo mwanzo ukashauriwa badala ya kuletea matatizo makubwa eh, ikaweza kutatulika kwa hiyo afya bure upimaji wa afya utakuwa bure lakini kama nilivyotaja awali ni mtoko na baba washiriki. Akina mama, ndio wakati wenu, kwa sababu ukikaa kwenye jamii e, wanaotafuta mtoko zaidi ni akina mama. Samani kwa kusema namna, lakini ndio hali halisi. Tunazungumzia hali halisi, kwa sababu labda wababa kipindi cha nyuma tulikuwa tunaenda makazini, sisi tukienda kwenye chakula cha mchana ni mtoko, wamama wako nyumbani. Kwa hiyo, wamama tutumie nafasi hii lakini wakati unatoka, usimwache baba, njoo naye, hata kama kuna mambo ambayo mlikuwa mjaongea siku tatu nne, ndio mtoko wenyewe. Sasa itakuwa ni jambo la kushangaza sana nyumba, sasa mama kamshawishi baba, ametoka na baba, lakini wameacha watoto. Msiache watoto, njoni na na, si tutajaribu kuweka mazingira ya kuweza kuwapa entertainment na watoto, njoni na watoto, tutoke wote, tushiriki ni Pugu Marathon ya kwetu Wakatoliki, tushiriki kwa ujumla wetu, na wale wote wenye mapenzi mema, njooni tushiriki. Kama vile sisi Wakatoliki tunavyoshiriki Kili Marathon na marathon nyingine, basi na nyie njooni kwetu, muone na sisi tunavyoweza kuandaa marathon hizi. Na labda kwa, kwa, kwa kugusia kwa umbali, kipindi cha nyuma wakati tunakwenda kwenye marathon walikuwa wanazungumza zungumza, kumbe haikuwa hivyo toka tumeanza Pugu Marathoni hii ni awamu ya tatu tunakwenda, hatujasikia yale ambayo alikuwa anazungumzwa kule kwenye marathon nyingine, kumbe hayakuwepo. Inawezekana sisi sasa Kanisa Katoliki baada ya kuanza Pugu Marathoni ndio tumevunja ile stigma. Kumbe Pugu Marathoni ni kujenga afya, sio mambo mengine. Basi tujitokeze kwa wingi kabisa, na zisii parokia zote kupitia halmashauri walei, waka wawata vijana na mashirika mengine yote na vyama vyote vya kitume tuhakikishe tunashiriki. Kila parokia isitoe chini ya washiriki hamsini. Ni jukumu letu sisi viongozi tuliopewa dhamana na waumini wenzetu kuhakikisha kwamba hamasa hii inawafikia wote, ili tuweze kushiriki kwa wingi, na katika maparokia yetu tusiwache maparoko, maparoko wasaidizi na mapadri wote kwanza kwa kuhakikisha kwamba wamevaa vazi ili pendwa lenye alama hii ya puguma. Alama hii ni adimu, tuhakikishe wamevaa vazi ili pendwa na wanashiriki. Sasa nitashangaa pia mwenyekiti waka jimbo kwamba tena pale wamekaa, wanasema baba paroko lipo wakati uwaka, waka wapi waka wanaweza wakasema tunamlipia baba paroko pamoja na kumnunulia tracksuit. Kwa watu wakasema paroko msaidizi viwao nao wakasema, kuna, kuna maparokia mengine na mapadri zaidi ya wawili na wakawachukua, na masista wetu tusiwaache, tuhakikishe tunakuja nao ili pugu marathon iwe ni pugu marathon ya wote. Makatekista wetu tusiwaache, na tracksuit mia tano katika mikutano mitatu mfululizo halmashauri uwaka jimbo ambayo ilifanyika Changanyikeni alafu halmashauri wa lei jimbo ambayo ilifanyika Gaspari, na juzi halmashauri wa wawata jimbo ambayo ilifanyika mtakatifu Peter Clever Mbezi Louis. Kwa kuwapa tu taarifa, wameshabuku zaidi ya traksuti 300 ya kwa tume kwao, tumebakiwa na traksuti 200, lakini tumewapa na bei bei ni kubwa kidogo, lakini si mnaona ni nzuri. Ndugu washiriki, nadhani mnaona ni nzuri. Kwa hiyo bei yake itauzwa kwa shilingi laki mbili na nusu. Kwa bei hiyo tayari traksuti mia tatu zimeshaondoka, tumebakia na traksuti mia mbili. Tunaamini nazo zitaondoka. Kwa anayehitaji, basi naomba aweze uwahi. Bila kupoteza muda, naomba basi niwaelezee ile changamoto ya pili ambayo tuliipata mwaka jana, mifumo ya usajili tulivyofika wiki mbili kabla ya mbio zetu, tulipata changamoto kubwa ya usajili kwa namna nyingine. Tulipewa taarifa na wataalamu kuwa kulikuwa kuna mkongo wa mawasiliano ambao ulikuwa chini ya bahari ulipata itilafu, lakini haikupashwa kumsumbua mshiriki kwa sababu mshiriki anatakiwa yeye awe comfortable, sisi ndo tuangaike. Sasa mwaka huu tumejaribu kuwaletea mifumo minne ya usajili. Naomba tusikilizane kwa makini hapa. Tutakuwa na mfumo wa kwanza ambao utakuwa ni lipa namba ya kampuni ya Yas yes. kwa sasa hivi tu inatambulika kama mix by Yas. Ni kwa nini tumeingiza hiyo? Baada ya itilafu ya ule mkongo mwaka jana na, namba hili tusaidia sana tukaona mwaka huu si vyema, kwa sababu hatuwezi kujua litakalotokea. Sisi waandaaji wa marathon, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba changamoto ambazo zilitokea mwaka jana mwaka huu haziwezi kutokea tena. Kwa hiyo tunaileta kwenu lipa namba ya Yas au mix by Yas. Naomba tuiingize akilini mwetu na ikiwezekana, tuandike kwa kumbukumbu kumbu za siku zijazo namba hii ni moja saba, saba, nane, tatu, moja, sita, nane. Naamini. Na sisi sio wageni katika kulipa kwa lipa namba, sehemu nyingi tunalipa kwa lipa namba. Sasa ukishamaliza kulipa utapata ujumbe kwamba tayari umeshalipa. Tunaomba usichoke ujumbe huo utume kwa namba ifuatayo: 0762211839 yenye jina la usajili Richard. Wakati unatuma ujumbe huo, hakikisha unatuma na taarifa zifuatazo: jina lako kamili, namba ya simu, umbali utakaokimbia na eneo ulipo. Naamini tumesikilizana njia, njia na size ya jezi. Njia ya pili ni kutumia fomu. mwaka awamu ya kwanza tulitumia fomu na awamu ya pili tulitumia fomu katika maparokia, katika vikundi unasajili au unachukua fedha za washiriki mbalimbali mbali. Kwa uaminifu baada ya kuchukua fedha na tunashauri na kusisitiza, endapo vikundi hivi vitakuwa ndani ya maparokia yetu, basi wahazini wa uwaka wa wata pamoja na wahazini wa maparokia wasimamie zoezi hili, kwa sababu ni fedha za watu. Fedha zile zikusanywe kwa majina na kumbukumbu ambazo zitaingizwa kwenye kadi hii, fomu hizi za usajili ambazo zinapokea taarifa zote. Fomu hizi utakuta zinaku, zinakutaka uweke jina lako kamili, mahali unapoishi, umri wako, jinsia, namba yako ya simu, aina ya mbio, kama utakimbia kilomita mbili na nusu kilomita tano 5 kilomita kumi au kilomita ishirini na moja na uweke t-shirt size yako. Tumeweka t-shirt size aina mbalimbali, chagua t-shirt size kuendana na wewe ulivyo. Sasa fomu hii pamoja na orodha ya waliolipa na stakabadhi ya malipo ambayo tayari ameshaingizwa kwenye akaunti za benki zifuatazo: Mkombozi Bank akaunti yake itakuwa pale na benki ya NBC. Baada ya kufanya vile, taarifa hizi zifike kwenye kituo cha usajili Mwenge au kupitia maparokia kutakuwa kuna timu za usajili, itoke kwenye parokia kwenda kwenye dekania, then zitafika kwetu. Basi zoezi lifanyike mapema, ili liweze kuwaruhusu timu ya usajili kuweza kuchakata taarifa zenu na kuhakikisha mnapata vifaa vya kukimbia mapema. Aina ya tatu nitamwita Anthony kutoka Mkombozi Bank aweze kutuelezea awamu ya aina ya tatu, na baada ya hapo tutazungumza aina ya nne, basi tutakuwa tumemaliza swala la usajili. Na baada ya hapo tutaongea yale yanayotuhusu. Wanasema bao tumewaonyesha hata leo, ukienda dukani kwa wale mashabiki wa mpira Yanga na Simba na timu nyingine, jezi ile ya Simba tunanunua kama alivyosema katibu. Naitwa Beatrice natoka kwenye kamati ya maandalizi chakula cha isani. Kamati hii iko chini ya kamati kubwa ya Pugu Marathon na lengo la chakula hiki ni kujenga kituo cha hija cha Pugu. Tuna lengo la kufanya kituo cha hija cha Pugu kiwe kituo cha hija cha kitaifa na kimataifa. Watu mbalimbali mbali, waje Tanzania, waje Dar es Salaam kuhiji Pugu. Basi chakula cha hisani kitafanyika tarehe tisa ya mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Uh, itakuwa ni Msimbazi saa kumi na moja jioni, tutapata muda wetu pale wakula chakula na Baba Askofu. Lakini pia wakati huo huo tukua tunakula na kunywa, tunakuwa tumechangia ujenzi wa kituo chetu cha hija. Mpaka sasa tayari tumeshasambaza kadi hizi hapa, ambazo tumepewa kwenye kila parokia kupitia viongozi wa parokia halmashauri ya walei na viongozi wa vyama vya kitume waka Wawata na Viwawa. Basi tunawaalika waumini wote ambao tayari wameshakwisha kupata hizi kadi au ambao watazipata waweze kujitokeza kuchangia, na mchango ni kuanzia shilingi elfu hamsini na kuendelea kadiri ambavyo utaguswa, na tunatarajia kupata mchango huu kabla ya tukio. Unatoa mchango wako, unapata kadi yako ya mwaliko kwa ajili ya kujiandaa kuja kula siku hiyo. Basi baada ya kusema hayo, pia tunawaalika na watu wote kwa dini zote kuweza kushiriki pamoja nasi kula ikichakula pamoja na kuchangia kituo chetu cha hija kubwa. Asante. Asante. Eh, wakajenga kituo pale alafu tarehe moj Ja, tarehe 13 Januari Fumoja, 1889 jeshi la Abushiri na Waarabu wakavamia kituo wakawaua wakaua watatu ambao tunawachukulia tuna kama wafiadini wa, wa Pugu, alafu baada ya kuwaua Wabenediktini waliondoka, lakini baadaye E, mambo yalifanyika taratibu mwaka 1940, e, wakati huo askofu Edgar Maranta ali, wa, aliombwa e, aangalie namna gani ya kujenga kusaidia elimu katika jimbo kul, e, katika Tanzania vijana wengi walikuwa, wa Kikatoliki pale walikuwa na, wana shule mbalimbali mbali, lakini wakasema tunataka tujenge shule ambayo vijana wataingia pale wapate elimu, na zaidi ya elimu hiyo sio ya O level tu, lakini mpaka A level, ili tuweze kuwa na watu ambao, vijana ambao wataweza kwenda kufuata elimu ya juu. Kwa hiyo Edgar Maranta akisaidiana na e, akaomba wafadhili kutoka sehemu mbalimbali Ulaya, shule ya Pugu ikajengwa ambayo ilikuwa inaitwa St Francis College wakati huo. Kwa hiyo baadaye tukaendelea tuka, ikaendelea mwaka wa um, shule ikaanza. Ilipoanza wakaanza kuingia wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi walioingia pale ni viongozi wengi wa taifa ambao wali, wali wamesoma pale. Mmoja ni Benjamin, marehemu Benjamin Mkapa na wengine wengi akina jaji Lubuva na nani wote wamesoma pale. Pius Msekwa alisoma pale, Pinda alisoma pale, Mwalimu Nyerere alifundisha pale. Wakati anafundisha pale e, aka akawa naunda e, chama cha tano. Kwa hiyo chama cha tano kiliundwa akiwa pale Pugu. Akawa anaondoka pale Pugu kuja hapa Magomeni kuja kukutana na eh, wa, wa, baadhi ya wanachama wakaanza ukombozi wa Tanzania ukaanza. Kwa hiyo mwalimu Nyerere, umuhimu wa Pugu pale, mwalimu Nyerere alianza kutafuta uhuru, ukombozi wa Tanzania ulianzia pale Pugu. Alafu baada ya hapo mwaka 1990 eh, baba mtakatifu alipokuja hapa nafikiri askofu mkuu wakati huo akaomba e, kuwa akaongea na Baba Mtakatifu akaruhusu kuanza kituo cha hija Pugu kwa sababu ya historia yake, waka, wakaanza sasa kituo cha hija sasa. Hiki kituo cha hija kinahitaji in, resources namna gani ya kukinyanyua na kukijenga, kwa hiyo tukatafuta, tafuta njia mbalimbali mbali, tukaona kati ya njia nyingi tulizofanya Pugu Marathon ni moja ambayo tulifikiri hii itasaidia kufanya kituo kiweze ku, kujijenga taratibu taratibu. Tumefanya mambo mengi lakini hiki ndio cha msingi. Kwa hiyo umuhimu wa Pugu Marathon u, e, watu wanapouliza Pugu ni nini? Pugu e, tume, ni, ni sehemu ya chimbuko la historia yetu ya kanisa Katoliki ni, so, ni chimbuko la elimu na ni chimbuko la ukombozi wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, tunaomba kuwashukuru sana watu wote lakini tunamshukuru sasa Baba Askofu mkuu na wa, maaskofu saidizi, wasaidizi chansela, uh, madekano maparoko, wa viongozi wa halmashauri ya walei, viongozi wa vyama vya kitume kwa, kwa, kwa ule moyo wao wa kushiriki katika kuendeleza kituo cha hija Pugu. Asanteni sana.